Tumefanya ziara maalum juu ya ujenzi wa jengo la ofisi zetu za maji kwa maana makao makuu hapa Dodoma. Nitumie nafasi hii kumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, hasa kwa mapenzi yake na kutupatia fedha zaidi ya bilioni 22.9 kwa ajili ya ujenzi wa jengo na kupata mazingira mazuri sana kwa watumishi wetu wa wizara yetu ya maji. Tumpigie makofi mengi sana rais wetu. Tumepita katika jengo hili jengo ambalo lina floor sita ambalo lina uwezo wa kuweka watu zaidi ya mia tano na kumi na nane. Ni jambo kubwa, ni jambo zuri hasa kwa watumishi wetu, maanake tunawekea mazingira mazuri sana ya utendaji kazi. Kwa hiyo watumishi wa wizara yetu ya maji hatuna kisingizio leo, ukitaka kufanya jambo lolote, hauna sababu ya kusema mpaka niende mjini. Shughuli zote zitafanyika hapa hapa na tutazimaliza hapa hapa ili kuhakikisha dhamira ya kumtoa rais wetu mama ndo kichwani haikwami. Waziri Mkuu, hizi zinaweza kuwa ni ofisi bora zaidi hapa Mtumba. Tujipigie makofi mengi sana Wizara ya Maji. Lakini pia kwa mheshimiwa waziri ni kupongeze pia, ni ofisi nzuri. Tulipata bahati mheshimiwa waziri mkuu, tumewahi kutembelea nchi ya India mpaka kwa jengo la waziri. Lakini pamoja na ukubwa wa nchi ya India sikuona jengo kama hili. Naomba tujipigie makofi mengi sana Tanzania. Tanzania oyee! Mheshimiwa waziri, ratiba yetu inayofuata sasa ni kutembelea na kukagua baadhi ya ofisi za viongozi na watumishi pale ground floor kwenye jengo letu. Naomba kwa heshima kubwa nikuombe mheshimiwa waziri wa nchi na mheshimiwa waziri wa maji tumwongoze mheshimiwa waziri mkuu. Lakini kabla ya hilo, kama ikikupendeza kuwasalimu kidogo watumishi, mheshimiwa waziri mkuu, tukukaribishe. Lakini niombe mheshimiwa waziri sasa aweze kusema machache, na naukaribishe kwa kuwasalimia watumishi. Ndugu zangu, watumishi wenzangu, tupunge mkono, punga mkono kwa mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sina mengi ya kusema, lakini tunachotaka kukisema asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo ni kushukuru wewe binafsi kwa kuja kututembelea ofisi zetu za Mtumba, ofisi za Mtumba ambazo miaka ya nyuma watumishi wetu walikuwa wanakaa katika site ya mkandarasi pale, pale, pale, pale Dodoma mjini lakini kwa muda mfupi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya maamuzi juu ya ujenzi wa ofisi kubwa kuhakikisha watumishi wetu wanapata mazingira mazuri ya ufanyaji wa kazi. Tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakumbuka mchango wako ukiwa Waziri wa Fedha. Hatujawahi kukwama juu ya upatikanaji wa fedha kuhakikisha mradi huu unakamilika. Tulipata mkandarasi mzuri, tulipata usimamizi mzuri na tulipata pia usimamizi ambaye kipindi hicho alikuwa ni mtendaji wetu injinia Mwajuma, kuhakikisha jengo hili linakamilika. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Utendaji wa kazi ukifanya kazi ukifanya vizuri unalipa. Amekamilisha jengo, leo ni katibu mkuu wa wizara yetu ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunachotaka kukuahidi sisi kwa jengo hili, tunaahidi kufanya kazi, tutafanya kazi, tutafanya kazi usiku, tutafanya kazi mchana kuhakikisha dhamira ya kumtua mwanamama ndio kichwani inatimilika. Hatuna kisingizio sisi, ni taasisi ya serikali lakini umetuwekea vision za kuhakikisha tunaifikisha mbali nchi yetu, hatuna kisingizio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuahidi tutafanya kazi kuhakikisha malengo yanafikiwa ambayo yamelengwa katika wizara yetu ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana uweze kuzungumza na watumishi wetu, lakini tunatambua ulezi wa mzee wetu baba yetu Mheshimiwa mzee Lukuvi, tumpigie makofi mengi sana sana. Karibuni sana sana sana. Watumishi tunaomba msogee msogee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Maji, Katibu Mkuu, wakurugenzi, wakurugenzi wasaidizi, wakuu wa idara na watumishi wote mnaokaa kwenye jengo hili la makao makuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umeamua kuja kujionea mwenyewe hatua iliyo